Tunaendelea kushauri na ninashauri serikali iendelee kuimarisha sera zinazolinda haki za wanawake, na sisi ni wabunge, ni watunga sheria, tutaendelea kuishauri serikali namna ya kuziweka vizuri sera zetu ili ziweze kuleta haki kwa wanawake. Kwa hiyo tunapokwenda kwenye hili suala la usawa tuhakikishe tuna mwanamke shupavu, lakini tuna mwanaume imara, kwa sababu yeye ndio kichwa cha familia. mm-hmm. Hatupewi nafasi ya kuambiwa wewe ni mwanamke shupavu na jasiri, lakini ukaacha ile nafasi yako. Mimi naitwa mbunge, ni mbunge, nitafanya majukumu yangu, lakini nikifika nyumbani, mimi ni mke, ninavua yes, cheo changu cha ubunge na ninasimama kama mke na kama mama, kwa sababu nimepewa hii nafasi ili niweze kuisaidia jamii, lakini jamii inaanza kwenye familia yangu. Tunapoangazia maadhimisho haya ya siku ya mwanamke katika ngazi ya kata yetu nzuri ya Mabogini, ni kwamba tumeendelea eh, kukutana na masuala ya ukatili kwa yanaowagusa wanawake hasa masuala ya vipigo E, ufanyishwaji wa kazi kupita kiasi, lakini pia masuala yanayowakuta mabinti watoto wa kike wanapokuwepo mashuleni huko. A, nafasi yetu kama KC au kama kituo cha maarifa na taarifa ni kuendelea kuibua changamoto hizo au maswala yao ya ukatili na kuendelea kutengeneza awareness kwenye jamii yetu nzuri ya kata y Mabogini, ni kwa namna gani wana nafasi ya kuweza kupaza sauti e, ni kwa jinsi gani wanaweza wakafikia vyombo hivi vya kutolea masuala ya haki e, na vyombo hivi ambavyo vinaweza vikawasaidia kutatua changamoto hizi za, za masuala ya ukatili. Tumekuwa na, na, na mizunguko kwenye ma, ma, ma, ma, majukwaa hasa hasa mikutano ya, ya vijiji. Tumeshahudhuria kwenye baadhi ya vi, mikutano kwenye vijiji kadhaa. Kijiji cha Mtakuja tumefika tukatoa elimu hii tukatoa dukuduku zetu na kuendelea kuibua, lakini pia recent tumetoka kwenye jiji cha Mabogini e, kutoa taarifa hii amini kutoa, kutoa elimu hii na kuendelea kuhamasisha e, jamii kupitia kwa ngazi hizo za vijiji ili kuendelea kutengeneza uelewa kwenye jamii zetu kwamba maswala haya ya ukatili yapo na yana madhara gani, hivyo tunapokuwepo katika shughuli hii ya, ya kuadhimisha ya siku ya mwanamke e, msisitizo wetu ni, ni, kwamba, ni kwamba serikali kwa pamoja tukishirikiana na wadau wa, waendelee kuwekeza hasa hasa kwenye kwa bari ya wanawake watoto kule mashuleni vile vyumba vya usiri. Tumekuwa na hilo kwenye kila ki, mkutano ambao tumepata nafasi ya kusimama. Ajenda yetu kubwa kwa kipindi hichi ambacho serikali zinaendelea kuandaa bajeti ni kwamba kwenye maandalizi yale ya bajeti, basi wasisahau sana kule mashuleni kuendele kutenga hizi e, vyumba vya usiri kwa ajili ya dada zetu wadogo zetu wa kike e, wanapokuwa kwenye siku zao za hezi. Mm, changamoto zipo kwa wanawake sasa hivi ni zile fursa za kiuchumi. Wanawake wengi tumeshindwa kujitambua fursa zipi za kujikomboa kiuchumi, kwa hiyo tunakutana na wanawake tunashindwa kupiga hatua mbele kwa sababu hatujajitambua nafasi zetu na jinsi gani za kukabili changamoto zipi, na pia wanawake wengi tumekusa kuwa na kupaza sauti zetu za kuzungumza changamoto na mambo yanatukabili, kwa sababu tumekuta tunabanwa na harakati za mfume dume, na pia tunaona mambo ya siasa na dini pia mengine yanatuchangia sisi kuturudisha nyuma, kwa sababu wanawake wanashindwa kujitambua nafasi zao na haki zao, kwa hiyo unakuta wanawake wengi wananyanyaswa na wanashindwa kujitambua kuwa wananyanyaswa. Yaani wanawake wananyanyaswa, lakini hawajitambui ni wapi wanaponyanyaswa, yaani wanaona ni sawa, lakini hawajajua kuwa wananyanyaswa na wanagandamizwa. Kwa hiyo sisi wanawake tunashindwa kujitambua, kutegemea na mfumo tuliokuwa nao. Watu wanafikiana siri kwamba ukimpeleka mtu fulani labda utaonekanaje? Hivyo ndio vitu ambavyo vinavyochangia. Hii inakuwa kwa kasi kubwa kutokana na nini Kutokana na kwamba kuna usiri na kufichiana, yani labda shangazi mjomba, hivyo tu. Zinazitakua zichukuliwe ni kwamba pia, yani sinaanzia kwetu sisi tutoe taarifa nje, na pia wao tunawapelekea taarifa watusapoti. Kwa mfano pa Mabogini hamna kituo cha polisi. Ukilea kituo cha polisi, pia inakuwa ni rahisi zaidi kisha taarifa kuliko kutoka hapa kwenda sehemu mbali zaidi.